Yes. Ah, kuna kuwepo na ishu ya menopause kwa kina mama wakinaoingia katika hii hatua nyingine ya maisha yao. Menopause ni ile kusiz kwa mzunguko wa, wa hedhi, lakini imeambatana na homoni za kike nyingi zinarudi chini. Kwa maana ya kwamba huna uwezo tena wawe kuzaa, huna uwezo wa kuendelea na vitu vingine ambavyo the reproductive age inakuwa imeondoka. Sasa tuna mambo mengi yanatokea pale, watu wanaanza kuwa habibi kabisa ghafla. Why because the hormones haziko okay. Um, uh, tuna namna ya kuzitengenezea, tumeleta supplement ambazo zinaweza zikaondoa at least yale madhara, mara ya hot flashes, mara mengine hapa ambapo tuna uwezo saidia wewe ambao unaingia kwenye ma ma yani madhara ya menopause yani, even pre au post na menopausal syndromes zote zile, tukazifixi vizuri. Tumekuja na dawa ambazo hazina chemical kabisa, ni supplements ambazo hazina chemical ambazo zinaweza zikazuia madalili na ma complications yanayotokea kwenye watu wenye menopause. Tutafute kwa namba ambazo tuzoweka hapo chini. Dawa zetu zimetengenezwa kwa mboga mboga na watu, hazina chemical kabisa. Once you need it, please usisite kututafuta. Naitwa Dr.